Mtoto wa nyanga wesu mtoto wa watu amepewa hela apeleke pesa kalushe wesu, wamemzunguka wamemwambia dogo <coughs> Uesu... u... ame... toa hela, dogo akasema mimi sina hela yoyote Gwesi wakamwambia tena toa hela, kasema wakamusachi, wakachukua mpaka. Saizi kesi iko mahakamani Dar es Salaam. Michezo, Simba wameleta sijue ndo koja mpya, siju ndo msemaji, sijue ndo msemaji wao aukama medealia tumempigia simu tumemwambia leta habari mpya, amekata simu. Dodoma shule ya msingi sijui ndo shule gani. Taarifa aena, utabiri wa hali ya hewa.